Bwana asalamu alaikum, ndugu zangu, leo nataka niwaelekeze watu ambao mnasumbuliwa na magonjwa ya moyo, sindikizo la damu, mchafuko wa damu, yaani magonjwa yale ambayo unaona e, moyo wako unakwenda mbio, una magonjwa ya moyo. Ndugu yangu, hii inaitwa komamanga. Mimi kwa kizungu sijui hii bwana Unaweza ukawa unachukua matunda zake au yenyewe lile sijui ndo tunda, ukawa unamtafuna yani, ukawa unakula ile au ukatengeneza juisi yake ukanywa. Hii inatibu magonjwa ya moyo, watu wenye moyo, sindikizo la damu, mtu ambaye analala anashtuka, yani damu sindikizo. Kwa ujumla, ni nzuri sana kwa afya yako. Kingine zaidi ndugu zangu, kama Mungu amekujalia umepata pesa yako, hivi vitu hivi vitu unavyoviona hapa, hivi vitu unavyoviona hapa ni vizuri sana kwa kuweza kutumia kwa ajili ya afya yako, kwa sababu binadamu yoyote ambaye anatumia hivi vitu tibarishe Huwezi kuwa na magonjwa magonjwa ya ajabu, kwa sababu kinga za mwili zinatokana na hivi vitu unavyoviona hapa. Kwa hiyo jitahidi kupata tango, embo e, vitu vidogo, ndizi, banana ni kwa afya yako. Sasa kama una hela na bado unahangaika na vitu vingine, ndugu yangu, itakula kwako. Ndio maana unamwona daktari kila siku yuko eh? sijui unanielewa marekani sasa hivi wamezuiliwa watu haya nimemaliza bado niko marekani nipo Kentucky kwa kama huko na shida zako njio hapa Kentucky bado niko marekani niwatakie siku njema mimi nawakumbushaga tu